Nataa niwahakikishie kwamba hakuna jitihada ambayo Rais Samia ataiacha katika kuhakikisha Tanzania inapata maendeleo, lakini pia amani ya tuziwakewakuachia vile vile, wenyekiti kwa kutambua kwamba katika mazingira waliopo sasa wanaweza wasitoe uongozi makini